Ndorobo almaarufu kama Nguruka Icon ni msemaji wa Main FM Cup e, mwaka huu 2025. E, nitaka niseme tu jambo moja, michuano yetu a, zana yake au ilianzishwa kwa sababu tu moja, mwanzoni mwa miaka ya 2000 au miaka ya tisini kuitafuta elfu mbili, Kigoma ilikuwa inazalisha sana vipaji na wachezaji wengi sana wa ligi kuu walikuwa wanatokea kwenye mkoa huu wa Kigoma. Aa, hapa katikati vijana wengi sana wakaacha kucheza mpira na matokeo yake, sehemu pekee ambayo waliamua kukimbilia kwa ajili ya kwenda kufanya shughuli zao ili wajipatie kipato ilikuwa tena sio mpira, ikawa ni kwenye boda boda. Ndio maana ukifanya research utagundua kwamba vijana wengi sana wa mkoa wa Kigoma wamejiajiri kwenye eneo la boda boda. Kwa lengo la kwanza la Main FM Cup ilikuwa ni kwamba tunawapata wapi vijana ambao watakuja kucheza hii ligi na matokeo yake tuzalishe vipaji. Tukafanya tafiti, tukagundua kwamba vijana sasa hivi wengi tutawapata kwenye eh, bodaboda, ndio maana tukaanzisha Main FM Cup ambayo zana yake ni madereva bodaboda boda. Lakini baada ya kulifanya hilo tukagundua ni vipi tunaweza tukavikuza sasa hivi vipaji na kuweza kutoka, tukaanza kuingia partnership na taasisi tofauti tofauti, lakini pia kutafuta wadhamini na wadau ambao tunaweza tukashirikiana nao kuhakikisha kwamba kwamba tunakinyanyua tena hiki kizazi na kuirudisha Kigoma kwenye mipaka yake. Kwa mdau wa kwanza ambaye alituunga mkono alikuwa ni Azam TV ambaye ndio main sponsor wa michuano hii kwa miaka yote miwili. Alizamini mwaka wa kwanza na sasa hivi ametuzamini tena Azam TV. Lakini baadaye tukatafuta sasa wadau na watu ambao wanaweza wakawa wanakuja wanapata vipaji. So tukao tumealika wadau wa michezo, ndio maana ukifuatilia mashindano yetu, balozi wa michuano hii ni Edgar Kibwana ambaye pia amekuwa ni balozi na ni sehemu ya wadau ambao watahudhuria kwa asilimia kubwa na kuifuatilia michuano hii, lakini Azam TV eh, kwa namna yake atakuwa ya anachukua zile highlights za mechi na kuonesha vipaji, na matokeo yake tunakuja sasa tunajikuta tunatengeneza vipaji, lakini kitu kingine tumealika, eh, tumealika E, scouts mbalimbali ambao watakuwa wanakuja kwenye ligi yetu, wanaangalia vipaji ili tutengeneze kina Clement Mzize wengine ambao wametoka kucheza e, kuwa madereva bodaboda na baadaye kuwa wachezaji wakubwa. Kwa hiyo ndio zana ya michuano ya Main FM Cup ambayo tunakwenda kuianza. Nitoe wito kwa madereva wote bodaboda, lakini pia wadau wa michezo, mashabiki, tukutane katika uwanja wa Kawawa uwanja wa Kawawa kuanzia tarehe kumi na sita ndo ligi itakwena kwenda kuanza. E, uwanja wa Kawawa michuano yote itachezwa pale kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Burudani zote zitakuwa pia ziko live kupitia 91.7 Main FM zitakuwa iko live, lakini pia highlights zitakuwa zikiluka kupitia Azam TV. Kila kitu kitakuwa kiko proper kwa hiyo ni wahakikishie tu kwamba kila kitu kiko vizuri. Shukrani sana kwa wadhamini wote ambao wametushika mkono kuelekea kwenye michuano hii adhimu kabisa, na michuano mikubwa kuwahi kufanyika. Lakini kuna kitu nataka nishee na watu, kwahivo kuna kitu watu awga wafahamu hii michuano e, mwaka jana tuliifanya ndo tulikuwa tunaanza e, nataka nitoe siri. Hii michuano sisi bajeti yake bajeti ya hii ligi ni almost zaidi ya milioni arobaini na tano ambayo tumewekeza kwenye hii ligi. Ndio maana jezi zetu hatujaenda tukanunua soko marungu wala hatujaenda eh, soko gani pale Mwanga tukachukua tuka jezi ndio tukaleta tukaenda kuprint. Hizi jezi zimetoka nje ya nchi, zimepanda meli. Kama unabisha unakuja tunakuonesha mpaka risiti. Kwa kama nikisema ni michuano mikubwa Kigoma na kwa ninamaanisha. Kama unabisha njo tuzungumze afu niambie ni nani ambaye anaweza akaandaa michuano michuano ya timu almost 17 tu ambayo inaweza kagharimu milioni 45. Mwenye huo ubavu waanzishe hiyo ligi, mi naacha kazi Main FM tumekuwa tuna fezi tatu za uchezaji wa hii ligi. Fezi ya kwanza tumeanza na madereva bodaboda boda na ndio zana ya michuano yetu. So ni vipi tutaweza kumove kutoka kwenye mfumo wa madereva bodaboda kwenda kwenye shule za msingi au kutafuta vijana 17, under 17 under 20, na wengine, ni ishu ambayo inakuja mbele, lakini kwa sasa tumefanya tafiti, tumegundua vipaji vingi vipaji vingi au uh, vijana wengi wa Kigoma walihama kuacha kucheza mpira wakamia kwenye bodaboda, so si tumewafuata huko huko. So tutarudi tena, tutakuja tutasema, uh, miaka mbele ambayo inakuja, au siku za mbele, tutaamua sasa tunahama kutoka bodaboda, then labda tutahamia kwa wajasiri ya mali, au tutahamia kwa vijana wa under 17, au labda kwa vijana wa masekondari na maeneo mengine. Tutakuja baadaye, tutamuvu. Mzee wangu Katunkawala, usiwe na wasiwasi.